Uh, mengi tumeyazungumza hapa ndani, naamini umeketi kwenye kitu kimojawapo, umetesti ubora kwa niaba ya wanafunzi pia hapa, no? Bwana Evra, kwa mtu mwenzenu hapa Evra ametesti kwa niaba yenu. Meshma mko nifikiri, kwa heshima kubwa ni singekuwa na maneno mengi, ni kukabidhi rasmi madawati haya. Lakini pamoja na makabidhiano ya vifaa uh, hivi kwa ajili ya vijana wetu, ningefikiri bado utayari wangu upo iwapo, uh, zoezi hili litaendelea au kutakuwa kuna mazoezi mengine. Tumeonana leo, tumekuwa tukizungumza kwenye simu, nilifikiri nikabidhi haya, lakini usisite kunihusisha. Lakini pia umezungumza vema tuna Wanaludewa wengi ambao wapo kwenye maeneo mbalimbali, kwenye ofisi nyeti, kwenye nafasi nzuri. Nilifikiri zile barua ambazo hazikurudi bado, kuna jambo inaweza kufanyika. Naamini kuna watu wanaweza kufanya zaidi yangu. Mimi kwa haya machache nifikiri, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ni shukuru na nikukabidhi rasmi. Asante. <laughs> Kwa Eh, yeah, yeah, yeah. yeah. yeah. Wageni wote ambao tumepatana nao, viongozi wa chama na serikali, mdau wetu mkubwa Dr. Philipo, kwanza kabisa nipende kutoa shukrani sana tena sana kwa mheshimiwa wetu mkuu wa wilaya kwa kuanzisha zoezi hili la upungufu wa madawati katika wilaya yetu na kuhakikisha kwamba unawapata wadau mbalimbali kutoka katika wilaya hii ili kuweza kusaidia kutatua tatizo la madawati katika wilaya yetu. Pamoja na hilo, nipende pia kuwashukuru sana wadau wote walioweza kutuchangia madawati, akiwepo Dr. Filipo na wale wengine wote ambao wameweza kuchangia madawati kwa ajili ya kupunguza changamoto inayotukabili katika shule zetu kwa kupitia haya madawati sisi ndio tuna deni kwamba kama sisi walimu, ile changamoto ya madawati kwenye shule zetu itakuwa imepungua, lakini pia hata watoto wetu watakuwa katika mazingira rafiki ya kujifunzia. Kwa hiyo naamini kwamba kwa kutatua kwa changamoto hii katika wilaya yetu, matokeo yatazidi kupanda na elimu itakuwa imeimarishwa zaidi zaidi zaidi. Nikushukuru mheshimiwa, hatuna cha pekee zaidi ya kuwashukuru. Mungu awabariki sana, asante sana. upungufu wa madawati ndani ya wilaya kwa ni kushukuru na nikupongeze sana kwa niaba ya wanaudewa, lakini kwa niaba ya wanafunzi ambao wanaenda kutumia hivi. Kwa hiyo nakili kupokea hayo madawati mia moja hamsini katika kuunga mkono juhudi za kampeni iliyoanzisha ya kutokomeza upungufu wa madawati wilayani Ludewa. Aruta continua, Aruta continua. Kwa hiyo zoezi hili siyo mwisho <coughs> itakuwa <coughs> ni endelevu na zoezi endelevu. Fezi inayofuata sasa hivi tayari nimeshapata vibali vyote vya kupunguza miti mikubwa iliyopo kando kando mwa barabara, nimeshapewa kibali na TANROADS na tayari tumeshahesabu, tuna takriban miti mia tano, mia tano kumi na mbili ndani ya wilaya hii kando kando mwa barabara ukiona elekea Njombe na kando kando mwa barabara hii inayoelekea Madaba, kwa ile miti ndio ni mikubwa sana inayodondoka kuziba barabara nimeona haina maana kuacha ikiwa inaendelea kukauka, nikaichana mbao na kampeni ni kwenye madawati kwa ajili ne ya wanafunzi, na kionekana madawati yametosha, tutahamia kwenye ishu ya vitanda vya wanafunzi, tukiona imetosha furnitures kwenye dispensary zetu, tuhakikishe ya kwamba hilo tatizo linakwisha kabisa, na nimejipa malengo ndani ya mwaka mmoja. Sasa sijajua ya Mungu mengi, inawezekana Daktari Samia Suluhu Hassan sababu ya kusema sa asante kwa kuupatia viti mia moja hamsini tuna shukurani kubwa kubwa sana, tumefurahi. Hatuna cha kualipa ila Mungu ataalipa, mlipopunguza atakwenda kuwazidishia. Kwa, kwa niaba ya wanafunzi wanafuraha sana sana kuliko mlivyofikiria asanteni. Mungu awabariki. au uliandikiwa na mwalimu. Mwezi mtarajiwa.